Hii ni Temp TV. Bonyeza alama ya subscribe iliyoko chini ya video yako kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante sana. Alright, bana, welcome again. Karibu sana. This is Top Entertainment and Music Television Temp TV na leo is Friday. Juma, karibu jamani. Tufurahi. Good good day, good Friday. Ngoma zimedondoka nyingi sana. Damu na imedondosha ngoma mpya E, lakini pia Alikiba amedondosha ngoma mpya. Harmonize naye ameweza kudondosha ngoma mpya, kwa hiyo uchambuzi wa kina unaenda kufahamu kuhusiana na ngoma zote hizi na na swala la kizushi. Je, yeah, umewahi kumpenda mtu ambaye anakuita tu rafiki? Kama ni ndio au hapana, mimi nachaji blog hapo chini kwenye comment section, hiyo situation ilikuwaaje? Lakini wimbo huu mpya wa mtu mzima Harmonize pamoja na Ibra sio tu mziki peke yake, inaweza nikasema ni kilio cha watu wengi ama kilio cha mioyo ya wengi kwa sababu kuna zaidi ya mziki, na leo tunafichua kweli wote ambao umeweza kufichwa, lakini pia interview ambayo ilifanyika Wasafi, utafahamu mengi sana. Kabla sijaweza kuendelea, nikukumbushe tu wewe ambao unatazama since day one, wewe ni shabiki yetu wa damu kabisa, kindakindaki, bonga like kwenye video subscribe, lakini pia drop comment yako kuhusiana na ngoma hii mpya ama ngoma hizi mpya ambazo zimedondoka hii Friday ni ipi ambayo umeikubali kina manoma tunachambua mziki kwa jicho la ndani kabisa na leo ni moto fire yani leo ni moto fire kwa sababu kile ambacho kimefanyika kwenye mitandao kila mtu ameshangaa au sio bana I go by the name Stefano Temo from Tanzania 255 shout out kwako kwa kama tayari umesubscribe back in the business back in the story tumeweza kuona wimbo mpya wa Harmonize umeweza kutoka ambao wimbo huu unaitwa friend zone by the way ni ngoma ambayo wengi wameipenda sana kwa sababu kwanza ameweza kumshirikisha msanii ambaye alikuwa chini ya uongozi wake, na mwongelea Ibraah, ambaye alikuwa Konde Gang na kuweza kujitoa akaanzisha geng yake iliyoitwa Oya Gang, na end of the day ameweza kuachia kazi ambayo wako pamoja, kitu ambacho wengi wamependa sana lakini, katika wimbo huu Harmonize anaweza kusema kwamba, anamwimbia, ana demu ambaye anaonekana ni washikaji. Unajua friend zone ni wale watu ambao dem fulani ambao mnapigania, hata stories za mapenzi unamwambia vile ambavyo wewe unafili umeumizwaga na nini, mambo kibao, sio bwana? Ni ngoma ambayo ina mistari ambayo inachoma moyo. Ibra pia anaweza kuelezea uzito wa hisia, by the way, anaonyesha kwamba hata sisi wanaume sometimes tunaumia kwenye mapenzi, lakini pia tuna mapenzi ya kweli na vitu kama hivyo, sio bwana? Hasa wimbo huu, by the way, ni kama story ambayo inagusa watu wengi sana, yani hata mimi nishawahi kuwa na friend wangu mmoja, amazing sana na unambua, kuna kupenda bila kurudishiwa. Hiyo ndio inaitwaga maana ya friend zone. Yaani unakuwa unampendaga mtu alafu you stick there. So Ibra ameza kuongezea kwamba kwenye kuonyesha kwamba si kila mwanaume ni player lakini pia wengine wanapenda kwa dhati na wanabaki kimya. Yaani unajua ile unavyokuwa kwenye stage kama ya friend zone unakuwa umechill fly na usio bana. So wimbo huu hapa by the way ni mkali kweli kweli. Nimeza kuona watu wakiusifia, watu wakisema Ibra ameua sana lakini pia wengine wakisema lines za Harmonize kama ni dedication kwa binamu yake, wengine wanasema ni poshi na vitu kama hivyo, sio bana. Lakini pia watu wanasema kwamba wimbo huu hapa ni kama sinema ya moyo, melody ya huzuni, lakini pia mashairi yenye maumivu. Na video yake inaonyesha kabisa itakuwa ni kali kwa sababu ngoma ina uhalisia wa maisha ya wa watu wengi ambao wameweza kuishi. Unajua hata wapenzi wengi sana ambao wanaweza kudumu kwenye mahusiano ni wale ambao wanasema walianza kama marafiki na vitu kama hivyo, kwa hiyo amini ambacho nakwambia. Kwa hiyo huenda hii video ya ngoma ikitoka ikawagusa wengi sana, maana friend zone kila mtu anabengi kwanza pale friend zone, maisha yanaendelea. Nataka nijue kingine cha mwisho kabla sijaondoka kuhusu hii ngoma mpya. By the way, je, umewahi kuwa kwenye hali kama hii au umewahi kumpenda mtu kimya kimya na hofu ya kupoteza hata urafiki? Kwa hiyo unabaki unajua kabisa ya kupenda hawezi kuwa pamoja, afu unaamua kusema okay, ngoja ni stick pale, ni chill pale, ili labda mambo ya change huko mbele na vitu kama hivyo Nachie komenti yako apo chini, bila kwenye comment section, niambie kwa nini watu wengi sasa wanaogopa kusema hisia zao. Lakini pia swali lingine ni kuwa, je, ni sahihi kuendelea kuwa na rafiki au mtu ambaye unampenda bila kusema ukweli? What do you think kwenye hicho na kingine, wimbo huu unakufundisha nini kuhusiana mawasiliano ya kihisia? Kwa sababu friend zone ni sehemu ambayo mnaweza kuambiana ukweli na kila kitu na vitu kama hivyo. Alright, kama umewahi kuweza kupenda bila kurudishiwa, basi hii channel ni yako kabisa na usijali, don't worry, I'll be here to let you know nini ambacho kina happen kwenye ngoma mpya, uchambuzi wa kina kabisa. Kikubwa tu nikukumbushe, usisahau kusubscribe, lakini pia kila video inakuwa inaifuata baada ya hii ambayo itakuja inakuwa ni ya moto kulikweli kuliko hii hapa. Tunaangazia nyimbo mpya ambazo zinaweza kutoka kila siku, lakini pia tunafichua ukweli ambao uko kwenye mahusiano ya kisasa. Yani mahusiano fani modern way, au sio bana? Comment hapo chini kwenye comment section, niambie je, wewe umewahi kuweza kuwa kwenye friend zone? Mpaka wakati mwingine ago by the name Stephano Tem, tuendelee kuchambua mziki kwa jicho la ndani kabisa. Asanteni sana, peace and love, ciao. Hii ni Temu TV. Bonyeza alama ya subscribe iliyoko chini ya video yako. Kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante sana.